Okay guys, karibu Mkongwe Fam. Kama kawaida, leo nimekuletea kipindi kizuri sana. Leo nitakufundisha faida ya kufuga mbegu hii ninayofuga ambayo hawa ni saso, lakini ni F2 sio F1. Nitakwambia kwa nini nafuga F2 na sio F1 na faida za mbegu hii ninayofuga ni zipi. Kaa na mimi mpaka mwisho wa video hii uweze kujifunza na uweze kuongeza maarifa yako kwenye ufugaji wa kuku. Sasa huwa kuna tofauti. Kwanza nataka ujue tofauti kwanza ya F1 na F2 ni ipi. F1 ni ile mbegu ambayo inapatikana kutoka kwenye parent stock. Wanachukuliwa wale kuku wazazi wanatengeneza vifaranga ambao ni F1 ambavyo ndio vinakuwa vina malengo hususa ni kama ni kuku wa nyama au kuku wa mayai. Ile inatoka kwenye parent stock na Asilimia tisini ya F1 huwa inakuwaga ni single color, tunasema wana rangi moja tu, hawana mchanganyiko wa kala. Kama hivi unaona, kama hivi hapa, kuna kuku weusi, weupe, wana madoa doa ya kanga, wekundu, lakini wote ni kuku wa bachi moja. Vifaranga ambao umetoka kwenye toleo bachi ambayo tunasema ni moja, wameanguliwa kwa pamoja. Sasa kwenye kwenye F1 huwa wanakuwaga na single color. Mfano mzuri wa F1 nenda kaangalie kuku wa mayai. Kuku wa mayai utakuta wote wana rangi moja. Kuku wa nyama utakuta wote wana rangi moja. F1 ambayo ina rangi ya mchanganyiko huwa ni croiler peke yao. Croiler peke yao huwa ni F1, lakini wanakuwa na rangi ya mchanganyiko. Hiyo ni kwa croiler peke yao. Lakini kwa Sasso F1 huwa wanakuwaga na color fulani kama ya brown. Huwa sio mchanganyiko. Kwa hiyo ukiona mtu siku nyingine anakuambia mimi nauza Saso alafu amechanganyika hivyo yani, na rangi mchanganyiko hivyo, hii ni F2 sio F1, inaweza kuwa F2 au F3. Yani kwamba kachukua vifaranga ambao tayari ameshapatikana kwenye parent stock, akaja akazalisha wale vifaranga sasa tena akapata vifaranga wengine, kwa hiyo inakuwa ni F2. Vile vifaranga vikija vikizalisha tena na nyuko atoa vifaranga wengine inakuwa ni F3 kwa hiyo mara nyingi ndio zinakuwa zina rangi ya mchanganyiko hivi. Sasa zipo faida za kumfuga huyu F2, na zipo faida za kufuga F3. Kwa mfano hawa Sasso, sifa ya kuu ya Sasso ni ukuaji wa haraka, wanakuwa kwa spidi kubwa sana, kwa sababu ni huku wa mayai. Embu ashumu angalia kama huyu mtetea hapa ni mkubwa, sawa? Hata huyo jogoo angalia, huyu mtetea ndiyo kwanza anafikisha miezi sita bado hajafikisha na miezi sita kasoro, lakini ukiangalia umbo lake ni mkubwa hata ujogo, ndo anafikisha. Ndo maana unamona, nikivuta zoom utaona kwenye mguu wake hata ukucha hana, bado ni lidogo, hata ukucha hana. Angalia huo mguu vizuri, hata ukucha hauna, ndo kwanza kinaanza kuchomoza kama kipele kwenye ukucha, lakini ni jogoo mkubwa. Hiyo ni sifa ya Saso, anakuwa kwa haraka anakuwa na nyama nyingi na anakuwa mkubwa lakini kwa spidi kubwa. Sawa, eh? Lakini kuna koila ambao wenyewe wanakuwa ni matikala, wenyewe wanakuwa polepole, isipokuwa wenyewe wana sifa ya kutaga, wanataga sana. Lakini saso pia ni wazuri kwa kutaga kutaga, wana tofauti ya koila na saso kwenye kutaga kwa uhalisia. Kwenye karatasi, watu wanaoandika huwa watakwambia tofauti ni kubwa sana, wanaoandika Sawa lakini, ukija fildi sokoni, ukija fildi shambani, hivi mi, wanapenda kusema black ni black na white ni white. Sikudanganyi wala sikupaki mafuta kwa mgongo wa chupa, karibia wanalingana kwenye kutaga, tofauti ni ndogo mno, sawa? isipokuwa tu kroila, ili afikishe umbo huyu ambao jogo amefikisha, anahitaji muda mrefu kidogo Wanasema ni miezi sita lakini wao, mimi nasema ni miezi saba mpaka nane, ndio anaweza kukupa mwili huo kwenye uhalisia wa shamba, ila pia ili afike umri wani alingane na mtetea huyu, anakuwa na umbo la kawaida lakini huwa anataga kwa spidi kubwa. Sasa kwa mfano kuna hawa vifara, kuna hawa unayowaona hapa hawa. Hawa ni wana miezi mitatu wamefikisha miezi mitatu tarehe kumi na mbili mwezi huu wa tisa. Kwa hiyo sasa hivi wana miezi mitatu kama na wiki kama mbili hivi, sawa. Hawa unaowaona hawa ambao nawazoom sasa hivi hapa, lakini ukiwaangalia tayari ni wakubwa, sio wadogo. Hata huyu hapa unayemuona huyu huyu, naye ana miezi mitatu na wiki mbili, lakini tayari anaonekana na mwili unaoeleweka sawa. Hiyo ndio sifa kubwa ya. Sasa hata huyu naye unayeona mbele yako, hao wana miezi mitatu na wiki mbili Tofauti ni mtetea hapo, ndo na miezi mitano Kwa hiyo sasa huwa wanakuwa kwa haraka, hiyo ni sifa kubwa, haijalishi ni F1 wala F2, isipokuwa F1 kwa sababu ni ametoka kwenye parent stock, atakuwa kwa speed kidogo tofauti na huyu F2, watapishana lakini ni kidogo sana. Kwa hizo ni sifa za saso. Kwa kwenye kutaga wanataga na wanataga mayai makubwa kama ya kienyeji tu kawaida. Hizo ni sifa za saso. Kwa siku nyingine ukikuta mtu anakwambia, mimi nauza saso lakini wana rangi mchanganyiko, jua hiyo ni F2 kwa kawaida, sio F1. Sawa eh? Usije ukatapeliwa tena siku nyingine. Hasa kwa nini tunafuga hawa saso F2 na na F3, atufuge F1? Sababu kubwa ni soko. Sawa. Unachofa, unapofanya kitu jambo lolote lazima uangalie kwanza soko. Soko ndo kitu cha msingi cha kuangalia, kwa sababu kubwa ni soko. Kwa kawaida kuku ambao ni mchanganyiko wa rangi hivi kumtofautisha na kuku wa kienyeji ni ngumu sana, na soko lolote, iwe unatoka mkoa wowote, kuku mwenye bei kubwa ni kuku wa kienyeji. Huyo ni kuku ambaye ana bei kubwa, haijalishi uko mkoa gani anaanza kuku wa kienyeji wanafata machotara, afu kuku wa kisasa wa nyama ni wa mwisho. Lakini kuku ambaye anakuwa na bei kubwa mara zote ni kuku wa kienyeji. Kwa hiyo ukifunga, ukifuga F2 ambao ni multi color hivi, watakupa sifa za zile zile za Saso ambazo zinafanana asilimia karibia 90 na Saso F1 vile vile, isipokuwa watakupa option ya ziada, watakuwa na rangi mchanganyiko. Kwa hiyo unavyoenda kutafuta soko utatafuta soko kama unauza kuku wa kienyeji, sio kama unauza chotara. Kwa hiyo kama uko sehemu ambao soko lako wewe wanapenda kuku wa kienyeji, unataka ufuge sasso F2, kwa sababu itakurahisishia wewe kupata soko na kuuza kwa bei nzuri, kwa sababu watu watanunua kwa kufikiria kwamba huyu ni piwa kienyeji. Lakini pia ukitaka uwafuge na wauze kama piwa kienyeji, unatakiwa usiwauze kwa miezi mitatu. Miezi mitatu wanakuwa bado, kama umefuga ndani, hujaweka free range kama mimi nilivyoweka nusuria. Usipoweka nusuria, wanakuwa na teke teke kidogo, lakini ukiwaweka wakawa free kama hawa hapa wa kwangu, wako free, wanatoka nje, wanakula, wanarudi bandani, wanakuwa kama kienyeji kabisa. Hebu kwa mfano tukimzumu, kwa mfano tukimzumu huyu jogoo huyu Ukimwambia mtu ni wa kienyeji atakataa. Ana sifa zote za kuku wa kienyeji, isipokuwa tu ni kwamba yeye amekuwa. Hata huyu ukimwangalia, nikikwambia ni kuku wa kienyeji utakataa. Ana sifa zote za kuku wa kienyeji, isipokuwa tu ni kwamba yeye anakuwa mkubwa. Sawa, anatanuka haraka, kwa hiyo anakuwa mkubwa haraka. Kwa hiyo kwenye kuuza utamuuza kwa urahisi na utamuuza kwa bei nzuri. Sababu nyingine kwamba hawa ukiwafuga uria hivi sasa, ukifuga uria, huwa mayai yake pia anakuwa kama ya huku wa kienyeji. Hiyo ndio sababu nyingine ya msingi, japokuwa kwenye upande wa kutotoa huwa hawatotoi sana. Sasa huwa hawatotoi sana, kwa hiyo njia nzuri ni kwamba utafute eza ikubeta, ikusaidie kwa ajili ya kuangulisha mayai wakishataga kuzalisha mayai. Hiyo itakusaidia sana, utapata vifaranga wengi. Lakini pia kwa sababu ya ukuaji wake wa haraka, hata ukisema unauza vifaranga, utauza kwa urahisi kwa sababu Sasso vifaranga wake wanakuwa kwa spidi kubwa. Kwa sababu hiyo ina maana wakiwa na miezi mitatu au wakiwa na mwezi mmoja tu, unao uwezo wa kuuza kifaranga chake kwa kuanzia shilingi 5000 kwenda kwa hiyo kama unataka kupata hela kwenye kuku usifuge piwa kienyeji, usifuge piwa kienyeji. Hii ndio siri na kupa. Kama unataka kupata faida kubwa kwenye kuku fuga machotara. Aidha, fuga kroila uza kama kienyeji, au tafuta Sasso F2, usitafute F1 wale wenye singo kala Tafuta Saso mchanganyiko wa kala, tunasema wana rangi. Au hata wakiwa vifaranga washafikisha wiki mbili wiki tatu wiki nne, mwezi tayari wanakuwa na rangi mchanganyiko hivi hivi, kwa tafuta hii Saso F2 au F3 nunua, na ndio wengi wanauza hiyo nakwambia ni F1, lakini sio F1, ni F2 nunua, alafu wafuge kama kuku wa kienyeji. Hapo utapata matokeo makubwa, utauza kwa bei nzuri, kuku atakuwa na nyama nzuri na pia mayai utapata ya kutosha na hata ukiamua kuuza vifaranga utauza vifaranga kwa bei nzuri. Hii ndio siri kwa nini tunafuga F2 na tufugi F1. Kwa hiyo, kama wakati mwingine unataka kufuga kwa kienyeji, usifuge piwa kienyeji, fuga hii saso F2 itakusaidia kufiti au kuziba lile pengo la soko lako na uuze kama unafuga kuku wa kienyeji. Karibu Mkongwe Famu.